Ukavu wa uke na miwasho vinaweza kukufanya upoteze hamu ya tendo. Jua sababu na jinsi ya kurejesha afya yako ya uke. Miwasho sehemu za siri na maumivu wakati wa tendo la ndoa ni tatizo linalowapata wanawake wengi kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na afya ya uke. Uke ni sehemu nyeti sana ya mwili na unahitaji usafi na uangalizi mzuri ili kuzuia matatizo yanayoweza kusababisha miwasho, maumivu na hata maambukizi makali. Sababu za miwasho sehemu za siri na maumivu Wakati wa tendo, miwasho sehemu za siri mara nyingi hutokana na maambukizi ya fangasi, bakteria au mzio unaosababishwa na sabuni kali, kemikali au mavazi yasiyo rafiki kwa ngozi. Uke una bakteria wazuri wanaosaidia kuulinda dhidi ya vijidudu vibaya, lakini wakati mwingine uwiano wa bakteria hao huvurugika, na hivyo kusababisha mwasho, harufu mbaya na hata kutokwa na uchafu usio wa kawaida. Pia ukavu wa uke unaweza kuwa sababu ya maumivu wakati wa tendo la ndoa. Ukavu huu unaweza kusababishwa na mabadiliko ya homoni matumizi ya dawa fulani au hata msongo wa mawazo. Ikiwa uke hauna unyevunyevu wa kutosha, msuguano wakati wa tendo unaweza kusababisha maumivu, michubuko na hata majeraha madogo. Dalili chache za tatizo hili: miwasho ya mara kwa mara sehemu za siri, kujisikia moto au kuchoma ndani ya uke, kutokwa na uchafu usio wa kawaida wenye harufu mbaya au rangi tofauti, maumivu au kuchomeka wakati wa kukojoa maumivu makali au hisia ya kuungua wakati wa tendo la ndoa. Madhara ya kutolishughulikia tatizo mapema: ikiwa tatizo hili halitatuliwa mapema, linaweza kuleta madhara makubwa zaidi. Maambukizi yanaweza kusambaa na kusababisha uvimbe kwenye njia ya uzazi, ambayo inaweza kuathiri uwezo wa kupata watoto. Pia maumivu ya mara kwa mara yanaweza kusababisha msongo wa mawazo, kuathiri mahusiano ya ndoa na kupunguza hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa baadhi ya wanawake hali hii inaweza kuathiri hata mzunguko wa hedhi na afya ya mwili kwa ujumla. Ni muhimu mwanamke anayekumbana na dalili hizi kutafuta suluhisho haraka, kwa kuzingatia usafi, kula lishe bora na kumuona daktari ili kupata matibabu sahihi kabla hali haijawa mbaya zaidi. Ni mimi Abdul Latif Wellness, mtaalamu na mshauri wa afya. Kwa msaada unaweza kuwasiliana nami.